Enda enda sasa. Enda sasa. Enda sasa, unajiona mjanja. Enda apana, sasa. Hapana. Tumeagiri kutoka kwa stage uniingize tao ndani. Mbona unaniweka nje? Hakuna kitu na kushikwa. Hakuna mahali uliniambia mahali ya kushikwa. Bwana. Bwana, hii naenda nayo. Nipen, enda nipen sasa kwa, unajiona mjanja. Nipen oya, nipen oya, nipen nipen oya, nitakukosea. Nitakukosea, bro. Na na wewe wewe wewe hapa. Hapa. Hebu mimi hapo. Kuja bwana, nipiga hapo bwana.

hapo. Wewe ni wewe mtu wako hapo, sawa.